Uh, kuwataka waendelee kuyapa kipaumbele mashindano hayo kwa sababu ni nia na dhamira ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha inajenga taaluma, sanaa na michezo katika eneo la elimu ya msingi. Nichukue ni fursa hii kuwataka kuendelea kusimamia mashindano haya katika ngazi za shule ngazi za kata, lakini na ngazi za wilaya, ili tuweze kupata timu nzuri na bora katika mkoa wa Geita. Na kama leo mnavyoona, tumepata timu yetu ya watu mia moja ishirini na sita wanafunzi, lakini watakuwepo kambini kwa siku tano. Baada ya hapo tutawachuja na kupata timu ya wanafunzi mia moja na ishirini ambayo inatarajia kuondoka tarehe tano mwezi huu wa sita kwenda mkoani Iringa kwa ajili ya mashindano ya UMITASHUMTA. Aa, ni nitoe ni tu taarifa kwa mikoa mengine kwamba mkoa wa Geita tumejiandaa vizuri na tumejiandaa kwa ajili ya kushindana. Aa, ni matarajio yangu tutabeba vikombe katika maeneo mengi kwa sababu tuna timu nzuri wanafunzi na wachezaji wanayo dhamira ya ushindi, tunao walimu wazuri wanaoendelea nao na wanafunzi kipindi chote wameonyesha nidhamu ya hali ya juu, lakini kujituma. Ni matarajio yangu kwamba hakuna mkoa wa kutuzuia katika mashindano ya UMITASHUMTA elfu mbili na ishirini na tano. Naitwa Rogers Bahati, afisa ya michezo mkoa wa Geita. Leo mashindano yetu haya ya UMITASHUMTA na tumeshapata na tumeshapata tasimu yetu ya mkoa, lakini kama unavyojua kwamba chachu ya mashindano haya ni kuibua vipaji vya wanamichezo wetu wadogo ambao sasa ndio wakiendelea kukuza vipaji vyao katika maeneo mengine katika ngazi mbalimbali ndio watakao kuja kuwa ndio watakuja kuwa wachezaji wazuri hapo baadaye. Mashindano haya ni muhimu kabisa kwa sababu ndicho kitaru cha wanamichezo wetu hapa nchini, na kwa mkoa wetu wa Geita, sisi tunafanya vizuri sana kwenye swala hilo la uibuaji wa vipaji, na tumekuwa tuna vitalu mbalimbali vya michezo katika halmashauri zetu. Tuna vitalu vya netiboli, tuna vitalu vya soka. Kwa hiyo halmashauri zetu ziko bize kuandaa watoto hawa kwa ajili ya mashindano, lakini pia kukuza vipaji vyao. Kwa hiyo hawa watoto hawa wanaotoka hapa leo wataenda kushiriki mashindano haya kitaifa, lakini vipaji nyewe wenyewe, mmeona mmekuwa mashahidi, wanaonekana kabisa ni watu wenye vipaji na watafika mbali hapo baadaye. Eh, actually tumeshirikisha halmashauri zote sita, maana yake tumekuwa tuna timu sita kama group, lakini hizo timu zimeshirikisha michezo yote, yani soka, netiboli, mpira wa wavu, mpira wa mikono, mpira wa kikapu, riadha pamoja na fani za ndani. Kwa majina naitwa Mwalimu Simon Joseph Shija, ni mwalimu mwandamizi wa michezo ndani ya mkoa wetu wa Geita. Tunashukuru sana uendeshaji wa mashindano yaliyofanyika hapa mkoa wetu Geita ya Umitashumta kwa 2025 naona yamefanyika kwa ustadi mkubwa sana na ni matumaini yetu kwamba sisi kama wadau sisi kama walimu wa michezo waandamizi kwamba vikosi vimepambana tumeviona, kulikuwa kuna maandalizi ya kutosha kuanzia ngazi ya vishule, ngazi za kata na mpaka kufikia ngazi za wilaya. Kwa hiyo kwa swali lako kwamba unaonaje, hali hali kwa kweli ni nzuri, na mimi naamini mashindano haya yalivyofanyika, vijana waliochaguliwa watakwenda kufanya vizuri na bahati nzuri sisi kama mkoa wa Geita tumekuwa na historia ya kwenda taifa na tunafanya vizuri. Timu zote hiyo ya football mpira wa miguu kwa wavulana na wasichana wanafanya vizuri, riadha tunafanya vizuri. Kwa hiyo mi naamini leo utamaduni wetu wa kwenda taifa na kurudi na vikombe utaendelea, na mwaka huu inaweza ikawa zaidi, kwa sababu maandalizi yamefanyika mapema na vijana wanaonekana na hali na wamefanya mashindano hayo kwa muda mrefu. Tofauti na miaka mingine, huwa inafanyika ndani ya siku tatu, lakini mwaka huu imefanyika ndani ya siku tano. Kwa hiyo vijana wameshindana kwa hali nzuri, lakini pia walimu wamefanya selection nzuri, kwa sababu utaratibu uliowekwa uliweka utaratibu mzuri, kila mwalimu afanye uchaguzi wa timu yake ya, ya, ya, ya yeye kama ndio kocha wa mkoa. Kwa hiyo ile imeleta chachu zaidi ya kupata wachezaji bora zaidi wa kuisaidia timu yetu ya Umitashumta mkoa mwaka 2025. Napenda sana kushukuru kwa hizi michezo hizi. Kwanza tunafurahia, kwanza wana michezo wengi, kuna vipaji vya watu wengine na sisi yani tunafurahia kwanza kwa hizi michezo y yani, kuna vipaji vingine vilivyoibuliwa na pia hivi, hivi, hivi, hivi vipaji tulivyopewa vina vinahamasisha kwa jamii nyingine, hususani kwa wanafunzi kufanya mazoezi kwa kujenga mwili kwa mwili sawa na kuondoa utoro shuleni. Mashindano hayo yanatuandaa vizuri, una sana kwa kuwa watu, kwa kuwa kwa michezo ni ajira, na unaweza ukaajiriwa katika michezo.